Bwana hili ni somo la maisha, usimwamini mke wako kabisa, manake kile ambacho rapa wa Marekani Kanye West alimwambia Kim Kardashian kitakushangaza sana. Ndiyo, unamjua Kanye West, yule mmoja wa wasanii wa kali zaidi duniani. Siku moja aliamua kuchora tatuu ya majina ya watoto wake kwenye mkono wake, na alipofika nyumbani, Kim Kardashian akaiona na, na mara moja kauliza, mbona hakuna jina langu? Kwani haunipendi? Kanye West akamtazama na akamwambia, hivi, tazama, tatuu ni za kudumu. Watoto wangu watabaki kuwa wangu Hele, hilo halina mjadala, lakini wewe unaweza ukaamua kuondoka siku yoyote, na nitabaki nikitembea na jina lako mkononi kama mjinga. Hapana, asante. Ndivyo alivyosema rapa huyo, ingawa alikuwa sahihi, manake Kim Kardashian alikuja kumwacha kweli. Sasa hebu fikiria kama angekuwa amechora jina lake mkononi. Lakini je, unadhani ni sahihi kwa mtu kuchora tattoo ya jina la mpenzi wake, au ni bora kujiepusha na hilo? niachie kwenye